Bwana awe nanyi. Somo katika Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na moja aya ya 27 hadi ya 28. Ikawa Yesu alipokisema maneno hayo mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Lakini yeye alisema, hafadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Neno la Bwana. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumamosi ya juma la ishirini na saba la mwaka chewa Kanisa Mama. Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane wa ishirini na tatu Papa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tulisikilize neno la Mungu na kulishika, kinyume kabisa na waandishi wa sheria na mafarisayo katika somo la Injili. Tunaona mwanamke mmoja anasifu kazi ya Yesu ya kuhubiri Injili na hata anasema waziwazi wazi: heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Kupitia hekima na busara ya huyu mwanamke, Yesu anaongeza elimu, elimu ya kwake kwa kusema ni muhimu zaidi sana kulisikia neno la Mungu na kulishika. Hii ni kwa sababu ni katika kulishika neno la Mungu tutapata wokovu na utakatifu. Wapendwa, tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi tunaoishi leo hii. Leo na sisi tunafundishwa kuwa, kuwa na mabadiliko ya roho na kweli aisee, i ya kufuta Wapendwa wana familia ya Mungu, wapendwa wana familia ya Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo ikiwa ni Jumatatu ya juma la ishirini na saba la mwaka chee wa kanisa. Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane wa ishirini na tatu Papa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tulisikilize neno la Mungu na kulishika kinyume kabisa na waandishi wa sheria na Mafarisayo. Katika somo la Injili, tunaona mwanamke mmoja anasifu kazi ya Yesu ya kuhubiri Injili, na hata anasema waziwazi wazi, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Kupitia hekima na busara ya huyu mwanamke, Yesu anaongeza elimu ya kwake kwa kusema ni muhimu zaidi sana kulisikia neno la Mungu na kulishika. Hii ni kwa sababu ni katika kulishika tutapata wokovu na utakatifu. Wapendwa, leo na sisi tunafundishwa kuwa na mabadiliko ya roho na kweli, na yanapatikana kwa kulisikia neno la Mungu na kulishika. Kumfahamu Yesu haitoshi, kwani Yesu mwenyewe alisema Sio kila anayesema Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, rejee njili takatifu ilivyoandikwa na Matayo sura ya saba aya ya ishirini na moja. Mtume Yohane anatuambia anayesema nimemjua na wala azishike amri zake ni mwongo, wala kweli aimo ndani yake, rejea waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya pili aya ya nne. kumbe Tunatakiwa kusikia anachotuambia Yesu na tuishi kadiri anavyotaka. Aliyekuletea neno hili la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume wangu katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika Parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.